Njia ya kupokelea baraka. Njia ya kupokelea baraka ni kubadilika. Unapoamua kubadilika, maana yake umetengeneza njia ya kupokelea baraka. Usipoamua kubadilika, maana yake umezuia njia ya kupokelea baraka. Baraka ziji maeneo yenye mabonde mabonde na milima na nini na nini ah, -ah. baraka ni kama gari Haleluya. baraka ni kama nini? Kama gari. Ni kama halijatengenezwa barabara. Baraka Mungu amekuandalia, aleluya, lakini tunahitaji barabara ya kupitisha gani? Tunahitaji barabara ya kupitisha baraka, Mbe. Barabara ya kupitisha baraka ni wewe kuanza kuamua kubadilika kuanzia kwenye fikra zako, ufahamu wako, mpaka kwenye namna ya kutenda kwako, kwa sababu kinachokwamisha baraka zetu ni namna ya